Habari zenu, kwa majina yanaitwa Mr Daudi Mtikile, ni meneja wa benki ya Mkombozi tawi la Kariakoo lililopo mtaa wa Aggrey na Likoma. Tunapenda kuwafahamisha wateja wetu kuwa Mkombozi benki tawi la Kariakoo tunafungua kuanzia saa mbili na nusu mpaka saa moja jioni katika siku za Jumatatu mpaka Jumamosi. Lakini pia tuna huduma mbalimbali ambazo zinazopatikana katika tawi letu ikiwemo ku, kuweka hela, kutoa hela huduma za mawakala mbalimbali mbali, kama kuweka floti na kutoa floti. Pia tunatoa mikopo kwa wateja mbalimbali, kwa wateja wa kati, wateja wadogo, wateja wa private, pia wateja wa serikali. Lakini pia tuna mikopo ya nyumba, lakini pia tunafanya huduma mbalimbali za, kama unataka kununua bidhaa nje, pia tunatuma hizo pesa maarufu kama TT za currency zote, lakini pia nje ya hapo, Mkombozi Commercial Bank inapenda kuwaalika wateja wetu pia, karibuni, mjivunie benki yenu katika benki yetu. Pia tunafungua akaunti mbalimbali, zikiwepo akaunti ya watoto, zikiwepo akaunti ya muda maalumu, ikiwepo akaunti ya kampuni, lakini pia tuna akaunti kwa ajili ya staff. Lakini pia tunatoa huduma mbalimbali za bima, tuna bima ya magari, tuna bima za majengo, tuna tuna tuna bima pia ya bidhaa tunatoa tuna, tuna pia bima kwa ajili ya wakandarasi. Lakini nje ya hapo pia tunatoa huduma mbalimbali kama letter of credit, tunatoa bondi pia tunatoa advance payment kwao. Pia tunawakaribisha tunawakaribisha wateja wote kuja wate kujivunia benki yenu pendwa ya Mkombozi. Inatoa huduma zote na katika kama benki zingine zinazotoa